Yes, mambo vipi, mwana Sawa Sawa Digital, endelea kutufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi ambazo tunakuwa tunakuletea hapo, hapo, kiganjani mwako ukishika tu simu yako ukiandika sawa sawa digital unapata taarifa hizi. Watu wengi wamekuwa na ndoto za kumiliki magari makali, ndinga kali, lakini pia kuweza kumiliki na vitu vingine vya kifahari zaidi. Lakini moja kati ya magari ambayo yalikuwa yanasemekana kwamba ni ya bei gari zaidi, kwamba mtu akiwa nalo hilo gari basi wewe ni tishio, hii ni kwa ni gari aina ya Tesla. Lakini sasa inaonekana kwamba kwa sasa hivi bana Tesla imeweza kushuka kiwango cha bei na vitu vingine kuweza kutokea kuhusiana na swala hilo la Tesla. Sasa mauzo ya Tesla yameweza kushuka kwa asilimia ya kumi na tatu katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2025, na kampuni hiyo ikiripoti poromoko kubwa zaidi katika utoaji wa magari katika historia yake, na hali hii inatokana na upinzani dhidi ya mkurugenzi mtendaji ambaye ni Elon Musk na ushindani unaoongezeka eh, kutoa kwa magari mengine ya umeme yanayotolewa na wazalishaji wengine. Bana Elon Musk ameweza kuingia katika E, mchakato wa kupambana na wafanyabiashara wengine unaonekana, kuna wengine pia wameshaanza kutengeneza magari hayo ambayo yanatumia umeme e, ambayo si aina ya Tesla, kwa sababu unajua Tesla ndio magari ambayo yanamilikiwa ya, ya na huyu Elon Musk, lakini wengine wanatoa magari aina nyingine, lakini yanakuwa kama yanazidi ya, ya vile viwango ambavyo vi, iko navyo Tesla. Sasa Tesla iliweza kulipoti kuwa ilikabidhi magari laki tatu, F36 pamoja na 1681, katika robo hii ikilinganishwa na laki tatu na na kumi katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka jana, lakini hii ikishuka kwa uuzaji wa magari ebana, laki tano ikilinganishwa na mwaka jana ebana, imekuwa kweli, nimeweza kupungua sana kutoka laki, laki tano mpaka laki tatu, so mchezo sana so, Tesla pia imekumbwa ime na maandamano nje ya maduka yake kutokana na watu wanaopinga vitendo vya Elon Musk katika nafsi yake ya nyingine kama mkuu wa idara ya ufanisi wa serikali pamoja na sera za Rais Donald Trump. Aidha eh, kumekuwapo na matokeo ya uharibifu wa vitu eh, katika vituo hivyo, lakini pia eh, kuchaji na magari ya Tesla ambayo yanaweza kuwa yamewakatisha tamaa wanunuzi watarajiwa. Tunajua kabisa Elon Musk, na kwa sasa hivi pia ameweza kuingia serikalini akiwa karibu na Donald Trump, ni mmoja kati ya watu ambao pia wanaongea mawili matatu na Donald Trump. So, Watu wengi wanahisi kwamba pia kuingia serikalini kuna mfanya aweze kujisahau katika swala lake zima la kuweza kusimamia utoaji wa magari hayo ya Tesla. Mimi na wewe hatujui, lakini ili tujue, endelea kutufuatia sisi kama sawa sawa digital, kwa sababu updates za kuhusiana na swala hili na masuala mengine yote utakuwa unayapata hapa kwenye channel yako. Ukisubscribe channel yetu utakuwa umefanya poa, comments, like, share, utakuwa umetisha kinoma noma.